Ni nini? Waya waya, shobo za kutosha mwanangu, unasoma kwanza plate number, yani plate E A au B mwanangu, si so? Navamia tu na siku zote ikisimama panda tu. Nini oya oya, basi nshasimama. Nini fresh, wewe panda unyama Najua wewe kuna kuenda unaenda kwenye kijua cha banki, nikutake radhi, uenda labda una harusi. Oya, sikia mwanangu, nakugeidaka tano tu nini, wayawao kajitambe nini kwenye kijiji hicho. Wayawao umepata muda wa kuzungumza na Big P? Oya, tumia muda vizuri, au vipi? mambo mengi sini nini ya serikali ni ananipoja hapa wewe kitu ambacho mimi sikukipenda hata kidogo. Ni kile, siwezi kupendelea kila mmoja, twende tu direct. Wewe huwezi kwenda kuleta ugomvi msibani, eh? Pale wakati msiba unaendelea, shughuli zote zinaendelea. Big P, wewe unaleta ugomvi. Hakuna mtu aliyependa itabia ya Big P, hasa mimi. Nilijisikia vibaya sana. Yaani kama kina kereketa kereketa ndani moyo wangu hivi. Eh? Sasa hebu niambie kiukweli, Big P. Sisi ni wanaume, man to man. Jicho kwa jicho. Oa. Tatizo ni nini? Sio oya, nijibu vizuri. Vizuri jomba dingii, sikia mwanangu, usifananishe vitu vya wanaume na vitu vya ajabu mwanangu. Mimi ni mwanaume, sio sisi wanaume. Oya mwanangu, we umeumbika yani. Oya mwampa. yaani usifananishe wanaume na vitu vya ajabu mwanangu, we umeumbika. Sisi tumeumbwa mwanangu. Afu ni kufurahisha, yani siwezi kufurahisha kila mmoja, yani hamna kiumbe kinachoweza kukufurahisha kila kitu, yani kila kitu nikakufurahisha nikafa. Oya mwampa. Oya nataka main point nini nini itokea pale msibani? Mimi sema yote mbwai nini oya oya. Afu wabongo walivyo nini mwanangu? Yaani atokio baharini wanaweza kama ana, ana lake moyoni la mkojokocha ni anaweza akasema kwamba anatimulia ntum, vumbi baharini mwampa. Hebu imagine mwanangu, wewe unajikuta umejizima data, nini uelewi nini kinacho, yani torati ya mtaa nini inasema nini mwanangu, kwenye familia kina Big P nini kimetokea, mwampa mm -hmm.

Majeriwa, za siku nyingi nzuri. Em, umepotea sikoni. Ah, nipo mbona. Oh, jijiki hapa <laughs> hapa hapa. mm. mm. Haya, niambie ah, Mimi nipo mimi ndio napita na safari zangu, um, emi be kama unavyojua mimi tatizo ni saloni. Naomba usiku ukimona saloni umwambie kuhusu mimi, hasa isia zangu naona kama aelewe hebu mm, subiri kwanza majaribio, ah, po, lakini ni kuulize swali, mna mahusiano? Mahusiano yapo, lakini ni kama Salma hataki kuyaelewa. Maana mimi Salome ishamwambia kila kitu. Naomba umwambie atambue hisia zangu. Mm. Nampenda sana Salma. Aise, sawa, hilo limefika tu, hamna shida. Lakini mbona kama machozi yanakulenga, shida ni nini? Yaani ungejisikiaje mama? Ni kweli. hata kama ni mimi nisingekubali. Kwa hiyo dada zako wawili wote amewa mimba huyu kidume baba? Huyu kidume sasa ni vipi? Ingekuwa ni mimi kama mwito hapa mtaani pangechimbika. Najua inauma, lakini ulichokosea wewe uwezi kwenda yule kwani kimdanjisha naye kwani bei gani? simsiba nini? wawati ni wani, nazungumza vizuri baba, mbao wataka kunigeuka na mimi. Mimi nilikutetea siku hile, unasikia? Wakati tuko pale walikuwa nakusema vibaya, unaelewa? Walikuwa nasema Big P navuta bangi, oya oya fesh ni utetezi nini kama wote lakini mwisho wa siku ni wananionea wale miamba. Siku zote mazichozi huwa anazaliwa na amboni ya macho, lakini mwisho wa maisha yake huwa chini ya kidevu. Hmm, kauli tata hizo. Shida ni nini? Salome, naomba umwambie, nampenda, namthamini, namuhitaji, sihitaji kukaa mbali na Salome. Analitambua <laughs> hili, lakini hilo ndo ambalo sijui kama analitambua. Pamoja na kumwambia, nishamwambia kila kitu kwangu, lakini kama naamua kusimamisha wewe kwamba uende umwambie mm. Hata mimi sielewi kama analitambua upendo wangu nilionao kwake. Lakini majaliwa, sasa hivi kuna haya mambo ya uchaguzi, unajua tunaelekea kupiga kura. Yawezekana ametingwa na mambo mengi, ndio maana ile swala ameliweka pembeni kidogo, kwambia ndio ile swala ndio kila siku anatumia kama kisingizio mm. kwamba yuko kwenye mambo ya kampeni ya lakini mimi niko tayari hata yeye kumsaidia, ili mradi niwe karibu naye, waje nini? Nini? Nisikilize sasa, fanya kitu kimoja. Baba, naomba unisikilize na mimi na mimi, yote ni sahihi. Binadamu wameoza, watu wana magonjwa watu wana matatizo mm. Unaweza ukampiga mtu mm. Ikawa ndo kush na babuji mm. Ah. Mwanpo mimi nizani bora unaingia unatoka unaingia unatoka kwenye kundi la wanaume mwanangu. Mbona una mwili nini wa nini fresh wa kiume lakini una roho ya kike? Ah. Sasa so, kama wamekuwa mimi wanatembea wame wana wamekufa wame, wana, wame nini wanatembea wame, wame na maradhi nini, basi unaweza kuwa miongoni na wewe mwanangu, oya Uzima wa gari injini, naona injini yako nini hapa, nini haiko vizuri, na mwisho wa siku unafikiria kidogo tu, anaumwa kidogo zaidi. Mjumbe hatumwi, nimekwambia ukweli. Sasa ni hivi, mimi sikuogopi, nimefikisha ujumbe. Baba baba, hiyo buti unafikiri unaogopi? Unanitampia oo, unanitampia mimi? Na hisi, ungeonesha tu upendo kwa wakati huu ambao yeye yeah. Hey, anahitaji msaada. Upendo huo ninao sana, ndio maana kchuma mambio upendo wangu, kwamba yani mimi nampenda, niko yani kufanya lolote lile kwa juu yake. Sasa Majaliwa, sikiliza, asikiliza cha chakufanya unaonesha nia, alafu yeye atafungua njia. Kwani shida iko wapi? Mimi huu mguu unavyouona huu, ndo naelekea kwake. Kuna mambo tulikuwa tunajadili kuhusu mambo yetu haya ya uchaguzi, nafikiri ndio nafika hapo kwake. Mimi ujumbe hmm. nitafikisha nishawahi kupenda japo, sasa hivi niko singo s Salome. Salome nampenda sana Salome, yeye kama mwambia, basi nitafikisha ujumbe. Hayo mapenzi vipi? Kuna watu wanalia. Ah, atahali jamani. Mwampa chafua mwampa.

Big P. Wewe wewe wewe bangi zina kutuma nini? Bana nitishia mimi. Mjumbe mjumbe wa Simba. Inafanya tunakumbana. Neno mabaya tusemana, ukifanikiwa kwa ukara. Mimi kiukweli nimeagizwa na mjumbe, kama unavyojua, mjumbe hauawi mimi. Kwa hiyo sasa mimi, kama unafahamu kwamba, kwa majina yangu kwanza. Jina yangu mimi? Kabla ya kutaja jina, unaenda kushika karatasi kweli? Je, hili jina umeshawahi kuliona? Zako ziko sawa? Ah. Je, hili jina ni geni jijini? Sitambui hata sijawahi kukuona. Ah, dada, mimi ndio nilikuwa pale msibani pale. Sio wajuzi huo. <laughs> Yaani wale watu wote wale nikae nakukaridi wewe au nikae mimi nafuatilia mtu. Sura hiyo eh? Kama ongea bana, unanichelesha muone. Sawa dada, sasa dada, kwa kweli kwanza hiyo karatasi nini? Ni madeni. Amenituma ili nije niwaambie watu habari njema ni kwa sababu yeye kutoka ndani ya moyo wake ametaka kabisa kuachiliwa msamaha, yani achiliwe msamaha kabisa. Ni nani huyo? Kafuku Kaula Nanga amefanya nini? Si hivi juzi juzi na ugomvi wa umedumu wa wa, wa, takriban siku ya nne. Leo hebu subiri. Yani unaweza kanieleza yule mpuzi kabisa hivo eh? Unajua nafsi yangu najisikiaje. Njoo bwana, picha yako hapa Yaani, alikuwa ni mnyama pi, sasa hivi ndio alikuwa nataka uwe hivi. kama marehemu kakaangu nunda nunda kweli kweli, <laughs> Ay, mama, bora hata nimekukuta. Unajua nandati huko, njoo tuongelee <laughs> ndani. We ndio mwenye nyumba? Hamna. Eh, ila mimi mambo yangu sitaki kila jirani wa, waangalie wajue mimi nimeenda kwa hapo ninahitaji nini. Samahani, ngoja anakupigia na Mane. Hello? Mane. Ah, baadaye baba mm -hmm. Mama na yeye utamjulisha kwenye hili ambalo tutaongea mm -hmm. Mama, mimi nilionleta hapa nyumbani ni Mm, nimetembea nimeangalia, mtaa huu nani mama mwenye heshima, nani mama ambaye kidogo ana elimu kubwa na haya maswala e, nikaona ni wewe mama, nikuletee hizi habari mwanao hmm. Nimekuwa nimekuwa nimeona hizi hela zangu nisizitumie mwenyewe vibaya, unakuugua hmm, ndani ukakosa hata mtu wa kukusaidia, sawa sawa mm, nikasema mama ngoja nimpelekee ili wazo mama. Mimi nataka tu uwe mshenga wangu, uwe mshenga eh. mwanamke huyu hata enjoi kuwa na mshenga kama wewe unaenjo mimi mzuri. Ni, ni, ni kweli lakini, sasa yani, ruka ruka moja kanyaga mbili, inasema hivi nanyi mtamsamehe na mkisha kumsamee mtapatiwa mbingu. Sasa nyinyi unataja kusamee bana Eh? Kumekucha. Na amesema hivi Nikisamehewa pale hacheleweshi. Endapo akisamehewa, hacheleweshi. Pale pale ndoa. Uh, wewe shia hapo hapo. Nani anahitaji ndoa? Mimi nahitaji ndoa mimi. Shenga. Ng'ombe tayari. Wewe, wewe, nahitaji ndoa mimi? Eh. Ndoa imekwambia hivyo. Sasa si. Sikiliza nikuambie. Samehe. Nisikilize. Eh. Hivi wewe kama ulikuwa hapo pale kwenye msiba, unaona kitu alichokifanya? Ile shughuli ya mwenye kiti ni mke wake na pia na wale watoto pia, akamtambulisha yule sio mke wake, ni nani? Yule ni mama watoto wake. hmm. Kwa kweli mambo yatakuwa bamba. Unataka mimi niwe mshenga? hmm. Eh, hey, mama, uwe mshenga toka lini? Mwanamke akawa mshenga? Mi navyojua wanaume ndo washenga wa baba mimi eh? Ah. ni hmm, mama. Haya, hebu niambie nisikize kwa makini, mama, unataka unakumoa nani? Mama, mimi unajua siwezi nikaoa mwanamke ambaye kwanza hajasoma, mwanamke hoe hai. Mwanamke haelewi lolote mwanamke ukimweka huku akai, ukimweka huku akai, amna. Mimi siwezi nikawa mwanamke wa hivyo, nachukua kitu he, he, chombo he, he. Ah mama, ukimwona sasa wewe <laughs> kweli, kwa jinsi ulivyo mwanamke kweli, yani tunaweza tukatwanga kuku tukapepeta eh, hebu ni ah mchele. Mwanamke kwa ukimuona, kwanza huyu mwanamke ni shida. Nani shida? kama shida <laughs> shida. Shida. Shida si shida huyu, watoto hao wanne, kimoja sio cha kwake, kwa hiyo vinakuwa hivi. Sivyo? Mbona vidole vidole vidole nini, nini, nini sasa? Hey. si ndio vinakuwa hivyo. Sikiliza, ngwambie nisikilize tena, amekuagiza kuja kwangu na pia amekupatia shilingi

Sasa mama mbona kama tunaanza kuharibiana siku. Kama kweli dunia ya dawa limwengu shujaa. Hivi kweli Masudi lakini kweli kwenda kumoa shida. Unakuja umetoka huko kote umevuka hizi nyumba zote. Eti unakuja kwangu. Wamama mama wangapi kwenye kijiji wako wapo? Kwani si wapike wa mama. Na kwa nini usimfuate mama yako mzazi ndio akae mshenga kwenda kwa huyo shida yako. Sikiliza umenikosea adabu. Tena ukome. Tena ukome sawa? Nisikilize niangalie huko. Angaliaga huko unapoongea sawa? Mimi sio yule mama ambaye mmewazoea wa mtaani hapa. Mimi sio umeona, mimi ni, ni, ni sana mama vijijini hapa. Hii ngoma tofauti, sawa? Kwa hiyo nisikilize kwanza. Yoki simama, hata na lishida tu lina kutoa knockout. Hii ndio karatasi uko umeandikiwa maneno kichwa chako hiki, akiweza kukadiri maneno paka uandikiwe eh. Yani wewe na yeye wote ni machaila. Hebu mpeke upuzi wake huu. Paeka bwana, we vipi? Muone. Utaila taila tu. Kawaambie mimi mpaka sasa hivi simuhitaji hata kwenye moyo wangu, hayumo kabisa. Ala. Vibaya? Hamna mama. Unasemaje? Unanijibu vibaya? Hamna mama, sikia nikwambie, mimi unajua hela zangu sasa hivi zimeanza kutumika, nishagawai kuja nimevaa hivi kodi kama hizi, nishagawai kuja nimevaa hivi viatu, hata ndani ningeingia navyo singenivu u... sawa? Nisikize kwa makini Nenda nyumbani kwenu kamwambie mamaako ndio, ukamwombe akawe mshenga. Simama hapo, sikia nikwambie, wewe na huyo mama Masudi msije mkanichanganyia habari. Wewe na huyo mama Masudi? Kwa nini? si mamako mzazi? mama angu mzazi? Mama gani wa hivyo mama. Sikia nikwambie, mimi naenda mwenyewe mimi. Kwanza mimi, yani nyie, mimi najua tumipendi, okay. lakini mimi maisha yangu nayoishi ni ya kizungu Hela zangu sasa hivi zinatumika, mtanionea wivu na mke wangu. Msikile Mwasudi hapa nyumbani kwangu hiyo mwanzo na mwisho. Sitaki kwa sawa. Sitaki bata ila. Dada sio kwamba tu anani kwa msamaha, eh? Si utaki? Samehe basi angalau hela ifanye kazi. Shika, shika. Shika sasa yako. Takutupia. Hebu shika. Msamehe tu basi angalau hela. Naomba umwambie, nisije nikamuona. Eh? Nisimuone. Sasa ndoa. Sasa utakaa single miaka yote we. Ha, toka, toka. Ha, ha, kwa kwa kwa wewe. Tuelana, natoka. Si nimekuja mwenyewe. Hapo, wewe na mama Masudi. Unajua tu kama makiga tuamaa, nikuone tena, jiangalie kwanza nasiji Toa ila wako hapo, siwezi nikagusa hapo kwa. Kamwambie mama yako ndio akae mshenga, niangalie kwanza. Afu wewe hata na huyo Mama Masudi na hisi ni mtu na mdogo wake, akili ni moja kila kitu unajibisha kwanza hata nilikuwa nakuja kwa mawazo mawili, wazo langu litakubaliwa na huyu mama au halitokubaliwa. Huwezi kuwa mchenga wangu wewe tu, so unajileta hapo unikamati kamatingo. Nilikuwa nakuja kukutest tu, wewe huwezi kuwa mchenga, una sura ya unafanya tu na kombana neno mapayatasemana, ukifanikiwa kwa ukara Shakopa, karibu kijana. Asante sana mganga. Karibu mtata. Ndiyo, mimi hapa karibu. Asante sana, ndio mtata. Mm, yaani nimekukuta ofisini, cha kwanza nimefurahi sana. Mambo ya kunikuta ofisini na kufurahi ndio nini? Kijana nenda moja kwa moja, umekuja kufanya nini? Maana ukiona ka kitu ka mtu ambako yani vichwa vibovu wamekuja inabidi ujipange kujilamba au kujikimbiza. Eh, eh, umekuja kufanya nini kijana? Mtata, mimi nina balaa, nina matatizo <laughs> nina shida. Uje wangu hapa kwako, nahitaji msaada, nahitaji unisaidie mtata. Unajua, wacha tu nikwambie unajua kitu ambacho kinanishangaza kwako ni kwamba unaongea huku unajibambagola maneno, yaani unaongea huku unajingatangata. Ushaonaga nani anajiumauma anapoongea, tena mtu mzima kabisa? Sasa mtata, mambo ya utu uzima mm, hayakuhusu elewa. <laughs> mimi nahitaji msaada wako na wewe unaonyesha kabisa hauna dalili ya kunisaidia. Kwa nini lakini? Kiukweli <laughs> nikwambie Leo usifanyi kazi na mimi. Uwezo wa kukusaidia wewe sina. Yaani, wewe ni bora tu ukaondoka, kwa sababu moja sawa. Mimi kusaidia familia yenu nyie, nyie mnaonekana vichwa vimeshata chotwa na kaupawa, wakatoa kitu bongo kidogo, wakakimbia nayo. Mie mnaonekana vichwa ni vibovu. Baba Kamanda unamjua? Namjua vizuri. Ile muziki. Eh. Ah, baba ni noma sasa. Hmm. Sikia, hebu nipe kwanza jero hapo mwanangu nichome kitu sababu hapa ni mafezea kinyama, nisijala kitu yoyote mwanangu mpaka sasa hizi cha jua. Ah, baba jua ulioni hili. Baba jua linawaka mno. Jua, ah. Linawaka hadi mfukoni. Haya, poa basi, sikia. Baba jero mimi sina. Aleta basi hata bango tukachua hata machiga tusizi mwanangu, hata nichukua tarehe. Sasa mimi nikajua wewe ndio umekuja labda umekuja hata tupate kidogo tusizi baba. Eh, yani nakutegemea na tena unajua ategemea tena mimi hapa, hapa. Eh, kamata hapa. Hawa shikao shikao unatukimbia kimbiza namna hiyo na wewe mwanangu, shida nini? Acha acha na na mambo yako ya ajabu unakuja wewe wewe kimbiza namna hiyo hiyo mwanangu bwana. Kwa hiyo mna mna mna mind. Mna mind. Sasa ni wewe tawakusanya nani? umkusanya hapa kilichoniletea kitu hiki nini? kitu kimoja nimejera angu maswala, yani tena nyinyi mnanichanganya sawa. Sitaki hela sitaki nini, nataka simu maswala. Kwa nakuja kila siku kujea hela, mnanirusha kila siku, mna, mnanirusha. Jamaa amuelewi amkaliri, mashariti amzingatii kila kitu. Sasa nikusaidie wewe kwa kazi gani? Yeah, mganga, mbona kama vile ah, unanitusi sasa? Sasa eh? Vitu vingine inabidi utumie heshima, utumie busara. <laughs> Mimi nahitaji unisaidie, <laughs> lakini unaanza kuzungumzia familia yetu, nisaidie mganga. <laughs> Mimi sina sehemu nyingine ya kwenda. Unajua kitu ambacho mimi na, na, yani kitu ambacho siwezi wewe kukuonyesha ni upande wangu wa pili, ni kama kanda kanda, bongo man, unageuza upande wa pili, unaibamba gola, unageuza tena, unaibamba gola. Mwendo ni wa kunyondoka, lakini unaweza ukajikutia mambo mengi. Nataka nikwambie tu kweli, mimi leo sifanyi chochote ambacho wanakitaka, labda uje kesho na kingine. Kijana, labda tu cha kukusaidia uondoke, kabla hujajua kwamba mimi sio kiumbe wa kawaida. Yani mimi sio kiumbe wa kawaida. Hizo nguvu za kawaida ambazo mnazo nyie, mnasema nguvu za bakoosha, sio hizo. Mimi na nguvu nyingine kabisa. Na wewe ninapokupa maelekezo lazima unielewe kwamba mimi nimekwambia uondoke kabla sijaonyesha upande wangu wa pili. Sasa ume shia, ume sasa amesema mbona unanikologa? Mbona unanikologa? Wewe wewe niangalie vizuri ni joku, sasa, ni mimi ni commando. Sema tu kule mambo yameingiliana nikabidi nije huku sasa niwaonyeshe kwa mimi ni commando. Ah. Wewe wewe wewe. Wewe mwanangu mwanangu kwa nini? Komandousiikoome ulikepoo takuchomolea Kipo. Kitu ambacho siwezi wewe kukuonyesha ni upande wangu wa pili, tena kwa amani bila shari. Kwao kama mtoto wako yupo ndani, naomba umlete hapa tuonge naye, hapo usikie. Basi usitake kutuvuruga sawa? umetukuta tumetulia hapa, uondoke, uondoke.